wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dkt. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson Mwansasu Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Daktari, Mheshimiwa Balozi Daktari Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi Waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria mkuu wa serikali, Mheshimiwa Albert Sharamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Waheshimiwa makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu na viongozi wengine wa serikali mliohudhuria, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo hapa, wajumbe wa kamati za bunge, za kudumu, kamati za kudumu za bunge Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya mapinduzi Zanzibar, Dr. Othman Abbas Ali, ndugu Crispin Chalamila mkurugenzi wa TAKUKURU, watumishi wenzangu wa ofisi ya taifa ya ukaguzi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, niseme itifaki imezingatiwa. Iti, naomba niwasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante Mheshimiwa Rais, nianze kwa kuungana na mwenzangu Mkurugenzi wa TAKUKURU kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeturuzuku afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo kwa majukumu haya unayotekeleza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niko mbele yako kutekeleza masharti ya ibara ya 143, ibara ndogo ya nne ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Ibara hii inatoa masharti yafuatayo Mheshimiwa Rais. Kwanza inanitaka kuwasilisha kwako ripoti za ukaguzi za kila mwaka. Katika kutekeleza hili, kanuni ya 88 ya kanuni za ukaguzi wa umma za mwaka 2009 inanitaka kuwasilisha ripoti hizi ifikapo ama kabla ya tarehe 31 Machi ya kila mwaka. Pili, ya pili, ibara hii ya Katiba inatoa sharti kwamba baada kuzipokea ripoti hizi utawaagiza watu wanaohusika waziwasilishwe kwenye kikao cha Bunge kinachofuata baada ya kuwa umezipokea ripoti hizi na inabidi ripoti hizi ziwasilishwe bungeni kabla ya kupita siku saba tangu siku kilipoanza kikao cha bunge. Mheshimiwa Rais, ni jambo la faraja kuona kwamba licha majukumu yako mengi ya kuliongoza taifa letu, umekuwa miaka yote ukitenga muda wako ili kutekeleza sharti hili la kikatiba linalokutaka upokee ripoti za ukaguzi za kila mwaka. Umekuwa ukifanya kazi hii bila udhuru wowote. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha na kukabidhi ripoti zifuatazo. Kwanza, ripoti ya ukaguzi serikali kuu, ripoti ya ukaguzi ofisi ya Rais TAMISEMI, tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma, ripoti ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo, ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya TEHAMA, ripoti ya ukaguzi wa ufanisi, ripoti ya ufuatiliaji wa maendeleo ya ukaguzi wa ufanisi na ripoti kumi na nne zinazohusu zina ukaguzi kwa ufanisi katika sekta mbalimbali. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Makofi mengi kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Na kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, e, tunakuomba usogee kama tulivyofanya mwanzo. Waheshimiwa viongozi, naomba sisi tukae ili wenzetu wanaorusha matangazo mubashara. Makofi mengi viongozi. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mkurugenzi mkuu wa Takukuru, viongozi wote waandamizi wa taasisi za umma mlioko hapa, mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza tumshukuru Mungu tujalia leo fursa na wasaa wa kuja kupokea taarifa hizi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu lakini za serikali. Lakini pia na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Lakini pili ni washukuru wote mliokuja kwenye shughuli hii, na la tatu nami niongeze baraka zangu kumtakia heri mzaliwa leo wa CAG. Ndugu zangu, waheshimiwa, tumekutana hapa kutekeleza jukumu la kikatiba kwa mujibu wa ibara ya 143 kifungu kidogo cha nne kumtaka CAG kuwasilisha taarifa ya ukaguzi um, wa hesabu za serikali kwa rais. Lakini tukajiongeza, siku kama leo pia tunapokea taarifa ya Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa. Kifungu kile nilichokitaja kinamtaka mkaguzi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kupeleka taarifa ya ukaguzi wa hesabu hizo kwa, uh, kwa rais, lakini baadaye rais kuipeleka taarifa hiyo kwa spika wa bunge ili ifike kwenye kikao kinachofuata cha bunge mara baada ya rais kupokea taarifa hiyo, lakini vile vile niwaahidi kwamba uh, kama alivyosema mkaguzi mkuu uh, wa hesabu za serikali, serikali haijawahi kuchelewa kupeleka taarifa hii kwa, na taarifa hii nayo, na nitaipeleka kwa wakati, na nikuombe Mheshimiwa Spika mkaishughulikie vilivyo na nyinyi kwa wakati. Lakini nitumie fursa hii pia kumshukuru sana na kumpongeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu uh, za serikali management na watumishi wote kwenye ofisi za CAG kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika. Kwanza wamefanya kukagua hesabu za fedha, taarifa tumeisikia hapa, lakini wamekagua ufanisi wa miradi na ufanisi wa taasisi na programu mbalimbali. Wamefanya kazi za kiuchunguzi, kuchunguza mambo kadhaa ambayo wamepelekewa lakini vile vile wamefanya kaguzi za mifumo ya TEHAMA uh, kama inafanya kazi vyema na inafanya kazi inayotakiwa. Lakini pia wamefanya ukaguzi kwa njia ya real time audit uh, uchunguzi maalum kwa wakati maalum kama walivyoombwa na taasisi mbalimbali, lakini pia na serikali. Sasa niseme kwamba ukaguzi uliofanywa unatupa taswira ya matokeo ya hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuziimarisha taasisi za umma. Jitihada kadhaa zinafanywa kuziimarisha taasisi za umma ili ziweze kutumia vizuri rasilimali za serikali, lakini kufuata taratibu zinazotumiwa katika matumizi ya rasilimali rasili hizo. Faraja tuliyoipata ni kwamba kwa ujumla kumekuwa na kuongezeka kwa ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Pamoja na mapungufu yaliyotajwa hapa, na kama mmesikia vizuri, mapungufu mengi ni ya miaka mingi nyuma, lakini ukichukua mwendelezo, kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Kwa hiyo ni faraja yetu kama serikali kwamba tumeweza kukuza uwazi na uwajibikaji na hatimaye kuleta utawala bora. Tunaendelea kuleta utawala bora ndani ya serikali. Ndugu viongozi, kama nilivyosema, kwamba ni utamaduni wetu siku kama hii kupokea ripoti mbili au taarifa mbili ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu, lakini pia ya TAKUKURU. Kwa hiyo hapa pia nitumie fursa hii kumshukuru mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU pamoja na watumishi wote kwa kazi nzuri pia iliyofanyika.